Msomi wa kweli aliyeelimika kweli ni yule ambaye tabia zake ni njema, akizungumza, unasema haya maneno kweli ya msomi. Na mimi nitumie fursa hii uh, niwakumbushe uh, wakumbushe mashehe wa wilaya zote lakini mashekhe wa kata waalimu wa madrasa, wazazi na walezi, lakini wanajamii kwa ujumla kuhakikisha tunalinda tabia na malezi ya vijana wetu, ili tupate salama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa so sababu ana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mambo mawili ndio yatawaingiza sana watu peponi. Mambo mawili tu, takwallahi, kumcha Allah wa husnu alkhuluqi, na tabia njema. Waislamu Wanaruvuma na watanzania wenzangu, maelekezo ya Mufti na shehe mkuu wa Tanzania, Waislamu tunatakiwa kwenda kupiga kura Watanzania, kwa maana ya Waislamu Watanzania watoke wakapiga kura tarehe 29 Oktoba kama ilivyo katika maelekezo ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kwamba haifai Mwislamu kususia uchaguzi huo au kujiunga na genge au kundi lolote ambalo kwa namna moja au jingine litashawishi wewe kutoshiriki uchaguzi huo. Sasa kwa kuwa mufti ndio kiongozi wa Waislamu Tanzania, wao utakuwa Mwislamu wa ajabu ukienda kinyume na maamrisho au maelekezo ya Mheshimiwa Mufti na Shekhi mkuu wa Tanzania zitukio hili la maulidi ningependa kusisitiza baadhi ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tuendeleze kujifunza Qur'an na hadithi, na mimi niwaombe tutumie siku hii kuimarisha uhusiano wetu na Qur'an na maneno ya mtume wetu. Lakini swala la pili ambalo ninawasisitiza ni kufuata suna katika maadhimisho haya. Jambo la tatu linalosisitiza ni swala la upendo na mshikamano kwa Waislamu. Niwakumbushe kama walivyowakumbusha wenzangu, wa tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi ni siku ya uchaguzi mkuu ambapo tutaenda kumchagua rais, wabunge na madiwani kwenye taifa letu. Jitokeze kwa wingi katika kupiga kura. Na baada ya hapo turejee majumbani kwenda kusubiri kutangazwa kwa matokeo kamwe. Ruvuma, tusiwe sehemu ya wale ambao wataonekana wameenda kinyume na maagizo haya yaliyotolewa na serikali juu ya kuienzi amani.